Fursa kubwa ambalo limetukusanya leo ni kufanya alihtibaru thani, mtihani wa pili. Ushafanya mtihani wa kwanza, fanya mtihani wa pili. Baada ya kufanya, kufanya mtihani, kama kutakuwa kuna mazidi kuna ziada yoyote kutoka kwenu, kuna swali kuna rai kuna mjadala, tutafanya la hakuna ziada yoyote, basi ratiba yetu itakuwa imeisha, watu watakuwa wako huru kuendelea na ratiba nyingine. Nawatumia linki sasa hivi, kwa kila mmoja ataingia kwenye linki. Vitabu vifungwe, vitabu vifungwe. Kila mmoja ataingia kwenye linki kwa ajili ya mtihani. <coughs>